Leo nimeleta our deputy na sasa ni kupitia anapitia your excellency, ile kitu muhimu hii town tuna develop market, tunafanya maendeleo lakini wafu, wenye wamejenga hizi manyumba, unaona your excellency, hawana title deeds your excellency. Hii Ndaragwa ndio capital ya Ndaragwa constituency. Niambie umepata rami wapi? Hata hapa hii main road, Your Excellency, tukirudi nipatie tu, hata kama ni kutoka pale ikuje pale, at least watu wa Ndaragwa waone kwa serikali. Nisaidie na kilomita mbili zitakuwa zimepita hapa. Bas, nitakupatia tu kilomita. Thank you, thank you, thank you, thank you. Your Excellency, nilikuwa naogopa sana ati tunatengeneza market na pahali chakula inatoka Uruku, pahali inatoka pesi chamata, hakuna barabara Your Excellency, umeniahidi na sasa, mpaka kontrakta amekuja. Tafadhali asisimame ikiwa, kwa sababu hii market haitakuwa na faida bila hizo barabara. itakuwa na faida kweli, lakini leo ningewaomba. Pre, uh, Deputy President alikuwa anapita tu, lakini nataka kumkumbusha, tumepanga siku yake ya kukuja kukaa na sisi wapi, na siku hiyo na siku hiyo anakuja akifanya mpaka empowerment ya watu wa pikipiki piki.